Tangazo hilo linakuja siku moja baada ya tume ya uchaguzi nchini humo kusema uchaguzi huo ulikuwa mtulivu. Dias da Costa ambaye ni mgombea huru na anayeungwa mkono na chama cha Social Renewal Party na muungano wa kisiasa wa Terra Ranka aidha amesema kuwa ameshinda kiti hicho katika awamu ya kwanza na kutupilia mbali uwezekano wa kurudiwa kwa uchaguzi huo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na tume ya uchaguzi nchini humo, uchaguzi huo uliowashirikisha karibia wapiga kura laki tisa kumchagua rais na wabunge ulifanyika kwa amani na utulivu, lakini haukukosa changamoto ambazo zilitatuliwa kwa haraka. Matokeo ya uchaguzi huo yanatarajiwa kabla ya 27 Novemba, ingawa sheria inaruhusu muda wa siku saba hadi kumi. Wakati huu tume ya uchaguzi ikiwataka wapiga kura, vyama vya kisiasa na vyombo vya habari kutochapisha takwimu zozote kabla ya tangazo rasmi. Uchaguzi huo unamshirikisha rais aliye madarakani Umaro Sissoco Embalo, anayewania muula wa pili dhidi ya wapinzani 11 akiwemo mtangulizi wake Jose Mario Vaz na waziri mkuu wa zamani Basiro Ja, huku kiongozi wa chama cha PIGC Domingos Simoes Pereira akimunga mkono Fernando Dias da Costa baada ya kuzuiwa kushiriki kinyang'anyiro hicho.